Vipi mzongo tatu. Ah, tatusafi na Mungu alhamdulillah. Siku imewadia siku ya Jumapili tarehe 23. Umefika katika ubaya ubwela uwela sio tu manaake bado tunapambania tunanamaniakua Wanyana nakwambia dene, dene, usiku wa deni auchawe kucha au usiku kucha na kweli lazima tuwaonyeshe wazetu ambao waliobebwa jana kuonesha kama sisi mechi ya jana sare moja moja? Sasa tunaonesha sisi wenye mechi zetu wenye ligi yetu tunataka kumpiga mtu goli tatu. Eh, bwana sasa mzee wa ungo point tatu, jana katika kundi lenu kuna watu wametoka sare. Eh, manake Spendi Tunisi na Stade Malini Je, ni yeah, leo italeta chachu kwa wachezaji wenu kupata matokeo ili kwenda kuongoza kundi siku ya leo? Ah Simba ni ni timu kubwa, Simba ni brandi, na mashabiki wa Simba wote ni blandi, maana tunapokuja kwenye mechi kama leo, mechi ya Benjamini Mkapa rufasa, hakika hatoki mtu. Na ndio maana tunataka kuonesha kama sisi hatubahatishi kuingia robo fainali. Na ndio maana nataka niwaambie viongozi wetu, mwaka huu siyo robo fainali, bali nusu fainali tunaiona, na kombe tunalihitaji kwa sababu yani mwaka jana tumefika fainali kombe la shirikisho, sio kwa bahati mbaya blaza. Maana nataka niwaambie viongozi wetu na vilevile, huyu msemaji wa Simba hapaswi kuwa msemaji kule peke yake, anapaswa ongezee show kingine Simba. Sababu gani? Anaipambania Simba. Angalia masa zote zilizofanyika, japo kwa mzee wa ungo nilikopo. Sipo, nilikuwa mbali kidogo na nje ya mji huu, niko Ulaya kidogo, na nimerudi. Umeelewa, hii suti nimeishonesha Ulaya. Angalia basi, umeelewa, hakuna ni... designer kama huyo bongo hapa. Kuna bongo angalia, Kinyago Tabata aliposti katika TikTok akasema, mzee wa ungo, brother, umeenda Ulaya kupata suti. Ngambia ah, mimi mapema na hiyo kitahala kita, kita, msuti kama hiyo Unakutaga makapteni wa meli ndio anavaga misuti kama hiyo. Hii suti kama hii anavaga Tanzania nzima anavaa chifu godilabu. Wa pili ndio mimi mzee wa ungo wa pointi tatu, umenelewa? Ninachotaji kusema kitu kimoja, mashabiki wa Simba wanaga dogo na ndio maana naambiwa mashabiki wa Simba wanakuwa wa kimataifa na mashabiki bora ndio kama hivyo. Weniambie, mshabiki wa Yanga yupo anaweza kagarimikia suti ya design kama hii yenye kuchukua thamani ya milioni mia mbili. Weniambie kujenga sunda maiji manake, suti hii ukiangalia, kwa Simba alamiliki mzee wa ungo na Kinyago Tabata. We angalia suti hizi, hakuna Tanzania nzima. Kinyago njoka daonesha hapo, hajavaa ajavaa juu. Kinyago naye uwaga anakulaga suti yake, tunaona achaangu toka tuingie kwenye mpira, huyu ndo tumebebana mpaka tumesikia hapa. Kinyago ni e. e. e. e. e. e. brother Kinyago ni ndugu yangu kifamilia, numaa tikatuambie kitu kimoja, mashabiki wa Simba, tuipambanie timu yetu, na kama tuna uwezo wa kutengeneza nguo ambazo zenye thamani tutengeneze ili kuleta chachu katika timu yetu. Silo takatuambie viongozi wetu, tunapambana sababu ya Simba kwa pumzi ya moto mtampelekea leo. Petro, ah, huyu Petro, petroli Rwanda, tunasema petroli imemwakea mwenyewe mwenyeona, tumpige. Asante sana. Nashukuru.